Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amesema kumekuwepo na ongezeko kubwa la vituo vya afya kufikia 9800 mwaka 2025 kutoka vituo 8000 mwaka 2020. Dr. Nchemba ameyasema hayo wakati akiwasilisha bajeti kuu kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Sekta ya afya imeendelea kupata mafanikio makubwa ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za afya ambapo hapa nchini vituo vya afya vimeongezeka kutoka vituo vya afya 8000 kwa mwaka 2020 20. hadi 9826 kwa mwaka 2024, kukamilika kwa awamu ya kwanza ya ujenzi wa kuanza kutoa huduma kwa hospitali mpya za rufaa ikiwemo ya mkoa wa Songwe, Geita, Simiu na Katavi, ujenzi wa hospitali mpya za Halmashauri 129, Mheshimiwa Spika hospitali 129 ikiwa ni ongezeko la asilimia 31.63 ya lengo la kujenga hospitali 98. Uboreshaji wa huduma za dharura ambapo idadi ya hospitali zenye majengo ya kutolea huduma za dharura zimeongezeka kutoka zile zilizokuwa saba hadi 116 kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, haya ni mabadiliko makubwa, na mtu anayependa afya yako anakupenda kuliko vyote, kwa sababu afya ndio mtaji wa kwanza katika kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2020 hadi 2024, mafanikio mengine yaliyopatikana ni kuongezeka kwa majengo ya ICU kutoka 14 hadi 73. Idadi ya magari ya kubebea wagonjwa imeongezeka kutoka magari 540 hadi magari 1267 zaidi ya mara mbili kumekuwepo pia kuongezeka kwa huduma, kuimarika kwa huduma za afya ya mama na mtoto, ambapo vituo vya afya vinavyotoa huduma za dharura na uzazi vimeongezeka kutoka vituo 340 hadi 523. Hivyo hivyo kwenye huduma zingine za kiuchunguzi ambapo tayari eh, kumekwepo na mitambo ya uchunguzi ya magonjwa kama vile MRI ambayo imeongezeka kutoka nne tuliokuwa nayo tangu uhuru hadi 13, CT scan kutoka 12 hadi 45, na digital X-rays kutoka 73 hadi 491. Mheshimiwa Spika, serikali imetunga sheria ya bima ya afya kwa wote namba 13 ya mwaka 2023 na sasa inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya utekelezaji wa sheria hiyo. Jambo hili ni kubwa na linakwenda kuwapa uhakika wa matibabu wa Tanzania wote, hususan wale wenye kipato cha chini. Mheshimiwa spika, watanzania wana kila sababu ya kuichagua CCM na kumchagua Dk. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi wa mwaka 2025.